Naam, hali gani mtazamaji wa Global Global TV Online? Kupitia Global Sport pekee unapata habari mbalimbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Red wako nambari tatu mgongoni Estam Sofe. Kocha wa Simba, Pierre Lechantre amebaini tatizo kwenye nafasi ya kiungo, hivyo ameamua kumuhamisha namba beki wake wa kulia Shomari Kapombe na kumchezesha nafasi ya kiungo wa kati. Lechantre amefikia hatua hiyo baada ya hivi karibuni kutamka wazi kwamba viungo wake wa kati akiwemo Jonas Mkude wamekuwa hawakabi kwa wakati wanapoteza mipira. Kapombe alianza kutumika kwenye nafasi hiyo katika mchezo wa Jumatano ya wiki hii wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry ya Misri kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam ulioisha kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Katika mchezo huo Kapombe alikuwa akicheza kiungo wa kati sambamba na Mkude na kuwamudu vilivyo wapinzani wao hao. Majukumu hayo mapya aliyopewa Kapombe amesema kuwa kikubwa anashukuru ni kwamba kocha anachomwelekeza huwa anakwenda kukifanya kama anavyotaka hadi mwenyewe anakuja kumpongeza kama alivyofanya dhidi ya Al Masry. Yote kwa yote endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV Online. Subscribe ili upate habari nyingine kama hizi. Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi zitazokufanya kujishindia tiketi za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi na mteja wa pindua pindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli na ufurahia ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.